Rais wetu tumia muda huu kuomba. Biblia inasema na haja zenu zijulikane mbele yake. Hey, listen to me nisikilize bwana, nisikiliza na mimi nikupige injili, nisikiliza na mimi nikuhubirie. Nina nafasi ya kukuhubiria mzee Gwajima, sikiliza. Mungu anasema na haja zenu zijulikane mbele yake, sio kelele. Lete haja yako, twende kwa Mungu tumwambie Mungu haja yetu, ni vitendo vya utekaji viishe. Mungu anasema njooni kwangu tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu zitakuwa nyeupe kama theluji. Nini tumefanya kwa Mungu asichoweza kulirehemu taifa la Tanzania? Tumekosea wapi tumekosea wapi? Mungu asitusaidia kama taifa la Tanzania, tumetokea wapi? watu kama kibao wasife tena, tuko wapi? viongozi wa dini tuko wapi? Gwajima, umefanya press conference, umejivua waskofu wako ili umnange Samia. Oh, no way out, tutasema. mimi I don't care. Nilipata heshima kwa taifa hili mimi, mchaga wa Machame, nimezaliwa familia duni, nikasoma nikawa huko huko Nimepata nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya, nimetumika miaka yangu mitano, nikapewa na kabonasi, nimemaliza, nimekwenda kusoma. Nisisimame kumtetea rais wangu? Hapana, nitasimama kumtetea, lazima nilipe fadhila na shukurani za mimi kuonekana. Samia aliingia madarakani, nilikuwa Rumeru. Samia alinitoa Rumeru akanipeleka Ikungi, alinipa heshima, aliniheshimisha. Na mimi leo lazima nimheshimishe, na mimi leo lazima nimwambie mama. Hapana, watanyamaza wote. Sio mimi nimenufaika na serikali, kama ulivyonufaika na serikali. Nimenufaika na amani iliyopo, kama ulivyonufaika na amani iliyopo. Nikikuona kwenye ile hama yako hama lile, ukizunguka, unazunguka kwenye amani, uzunguki kwenye damu za Watanzania ukiliendesha lile, baba yangu Gwajima, umesahau ulifanya mikutano nchi nzima? Twende ni kwenye YouTube. Twendeni kwenye Instagram ya Gwajima, alizunguka nchi nzima, ulipita kwangu Ikungi, ukashika hivi hivi, tukazungusha zungusha Samia Samia, Samia Samia Samia, tukazunguka tukaimba Samia, Samia, Samia. Klipu zipo labda uzifute leo Instagram yako. Ulizunguka nchi nzima kuwaaminisha watu kwamba Samia ni rais mtendaji na ukasema huyu ni rais tumepewa na Mungu. Leo Mungu gani? Kwa nini Mungu ametupa kisogo? Kwa nini Mungu ametuacha kwa nini Mungu ametuacha? Hebu tumgeukie Mungu kama ulivyosema. Ulitoa mfano wa Abduli, ukasema hivi, utajisikiaje kama Abduli akitekwa au Abduli akikamatwa? Hakuna mtu anayetaka mtoto wake akamatwe au atekwe. Hivi mimi niko hapa, nami ngoja basi niseme hivi, najiulizaga sana, najiulizaga sana Hivi kwa nini tukienda kanisani, tukitaka kujenga kanisa tunaambiwa tutoe sadaka, na Rais Samia anachanga kachanga, kwa Masanja, kwa kuani Musa, uko kwingine takwako, nadhani alichanga. Sisi tulichanga tukajenga kanisa. Hivi ushe kujiuliza, kwa nini muumini akitaka kujenga nyumba badala ya kanisa kumchangia, kumjengea nyumba, linamwambia njoo tukuombee. Ushe kujiuliza kwa nini askofu akitaka kununuliwa gari na usharika waumini wana, wana, wanachanga na kununua gari, lakini muumini akitaka gari tunamwambia toa sadaka, kanyaga mafuta, chukua maji, nenda gari litashuka. Tuna changamoto zetu bwana, kama taifa tujielekeze kumwombea rais.